Habari za asubuhi, popote ulipo mtazamaji wa Sauti Kuu TV, karibu katika matangazo ya moja kwa moja kutoka studio zetu Dar es Salaam, Tanzania. Wengine hutuuliza mara kadha wa kadha, mpo wapi ninyi? Sisi tupo jijini Dar es Salaam hapa, tunakutangazia magazetini leo asubuhi hii. Kumbuka kipindi hiki kinakujia Uh, mubashara kuanzia Jumatatu hadi Jumamosi majira ya saa moja na nusu za asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki Afrika ya Kati ikitajwa kuwa saa kumi na mbili unusu hivi sasa tayari zimekwisha kusonga dakika 37 tangu ilipotimu saa moja kamili na dakika saba tu tangu ilipotimu saa moja na nusu za asubuhi kwa saa za Afrika eh, Mashariki, kama ambavyo magazetini leo inakujia mubashara. Matangazo haya yanakujia pia kupitia sauti kuu TV online, hivyo unaweza kutufuatilia kupitia mitandao hiyo ya kijamii na ukasubscribe hapo YouTube ili upate taarifa zetu kwa wakati. Bonyeza pia alama ya kengele kadhalika, pale Instagram Facebook na TikTok tunafahamika kama sauti kuu TV. Mimi naitwa Dorcas Daniel. e, wengine huniita double D, si mbaya. Ukienda pale Instagram, basi utanipata kama Dorcas underscore Daniel 255 na ukirejea pale e, Facebook e, ni Dorcas Daniel, na ukirudi pale TikTok, basi double D ndio ambayo inatamba zaidi. Upande mitambo mwenzangu ni Kamara, amesimama vyema kuhakikisha Eh, magazetini leo inakufikia vilivyo. Karibu. Kumbuka na kuangazia tu hapa habari ambazo zimekwisha kuandikwa na waandishi mbalimbali mbali katika nakala za magazeti tofauti, na hayo yamethibitishwa na wahariri wa magazeti hayo kuwa yafaa kwa umma nitakapokuangazia kwa uchache. Ukihitaji habari kwa kina ama kuondoa utata wa habari inayokutatanisha katika ufahamu wako, kwa maana nyingine haujaikamata vilivyo, basi jukumu ni moja tu, eh, kuchukua nakala yako popote hapo ulipo ama kutembelea kurasa za mitandao ya kijamii ambako huko pia habari hizi huandikwa kidijitali zaidi. Magazetini leo ina sehemu mbili tu, ya kwanza ni habari za kitaifa na kimataifa, ya pili ni habari za kimichezo na burudani. Na hivi sasa, karibu tuanzie hapa nyumbani kisha kimataifa. Kwa habari za kitaifa na kimataifa tuangazie gazeti Nipashe asubuhi ya, ya leo. Habari kubwa inasema aina hii ya miswaki ni hatari kiafya. Habari picha imeambatana na habari hii ikionyesha baadhi ya miswaki hiyo iliyotajwa kuwa hatari kwa afya, adokeza balaa liliko, kipindi sahihi cha kubadili miswaki, akisifu ile ya miti inayotoweka kuwa bado inahitajika. Miswaki ya miti ambayo inatoweka hivi sasa, matumizi yake yanapungua kwa kasi, basi ndio ambayo inahitajika kwa mujibu wa taarifa hii ya e, gazeti Nipashe mwanga wa ya jamii asubuhi ya leo. Habari utaipata kwa kina ukurasa wa nne utakapoangazia nakala yake. Sakata la mwekezaji wananchi la iamsha wizara kuingilia kati, habari hii pia imepatiwa nafasi hapa. Waziri mkuu atinga bungeni akinadi ajenda, hatakubali uzembe na ujanja. Sawa e, Samia upandaji miti, msisubiri siku maalumu. Ofisi moja, viti ishirini na saba, meza tisa, waalimu hamsini na moja, malimba e, e, hali mbaya ya shuleni. Habari inasema ofisi moja, viti ishirini na saba, meza tisa, waalimu hamsini na moja. Unaweza kufanya uuyano ukafahamu e, mwandishi wa Nipashe ana- ana- anaweka vipi hiyo mizani ya ofisi moja viti 27 meza 9 walimu 51 na hatari yake iko wapi? Mchengero awataka vijana wamsaidie ubunifu hospitalini. Uh, habari hii pia imetajwa katika gazeti ya Nipashe mwanga wa jamii. Naondoka hapo nikitupia macho gazeti Tanzania Leo, sauti ya Mtanzania. Habari iliyokolezwa wino zaidi nasema hotuba ya Samia ya wadira bungeni ni ile ya kuwaachia watanzania tabasamu wakiondoka elfu mbili na thelathini. Uh, waziri mkuu ashauri uh, wabunge kuitumia kuchochea mjadala, awahakikishia uh, michango yao itaheshimiwa na kuthaminiwa bari ukurasa wa tatu gazeti Tanzania leo sauti ya Mtanzania, Masauni aeleza mafanikio ya rais Samia katika mazingira pamoja na muungano. Haya, bilioni 25.8 za rais Samia za shusha neema ya umeme huko kusini habari. Picha hii iliyoambatana na habari hii inamuonyesha rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, habari ikisema happy birthday Dr. Samia. Ikumbukwe jana ndio kumbukizi ya kuzaliwa kwake mheshimiwa rais, ambayo siku hiyo aliitumia kama sehemu ya eh, kufanya maendeleo, kupanda miti huko Kizimkazi. Gazeti Zanzibar leo kwa ukweli na uwazi asubuhi ya, ya leo limepambwa na habari inayosema Dkt Samia wa Tanzania, tujenge utamaduni wa kupanda miti. Haya, mabasi ya umeme kuanza kutoa huduma Februari huko SMZ UAE kushirikiana sekta za nishati pamoja na maji. ZHSF imarisheni huduma kwa wananchi, Dr. Akil anayesema hayo. Gazeti hili linaandika habari hiyo kwa kina. Habari nyingine anasema Italia yamwita balozi wa Israel, kulikoni? Eh, ukurasa wa ndani wa gazeti Zanzibar Leo kwa ukweli na uwazi unaeleza. Basi mtazamaji ni kuangazia gazeti Uhuru E, ukweli daima, gazeti hili limeandika birthday ya mazingira haya. Habari picha hapa inamwonyesha e, birthday girl mwenyewe, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Amiri Jeshi Mkuu Daktari Samia Suluhu Hassan akiadhimisha siku yake ya kuzaliwa kwa kukata keki, lakini vile vile kwa kupanda miti. Utakapokamata nakala hii, kama tayari unayo mkononi mwako, basi bila shaka habari picha hii inaambatana na habari iliyopamba ukurasa wa mbele wa gazeti Uhuru Ukweli Daima asubuhi ya leo, Rais Mwinyi Kairuki wateta mambo matatu. Habari ukurasa wa pili, bunge la mpongeza rais Samia kupaisha uchumi, mchengero aagiza ujenzi ghorofa kumi. Habari hii imetajwa vile vile katika gazeti Uhuru Ukweli Daima, mtazamaji, achilie mbali gazeti Uhuru, gazeti Kiongozi, gazeti la Wananchi Asubuhi ya leo limeandika maadhimisho kuundwa jimbo la Bariadi kufanyika Machi 19. Maadhimisho kuundwa jimbo la Bariadi kufanyika ifikapo Machi 19. Habari nyingine anasema utawa ni wito sio kimbilio la waliokosa cha kufanya Askofu Kinyaia anaeleza. Haya hoja ya maji mengi au machache haina mashiko katika ubatizo bari imetajwa <laughs> katika gazeti Kiongozi, e, gazeti la wananchi. Wengine wanasema ubatizo wa maji mengi, wengine maji kidogo, lakini mwandishi wa Kiongozi anasema hoja ya maji mengi au machache haina mashiko katika ubatizo. Nani anayasema hayo? Basi e, basi habari, picha inaonyesha baadhi ya viongozi wa dini, bila shaka ndio ambao wanatuthibitishia hilo. Gazeti wa machinga sauti ya wanyonge limeandika Samia kukabili tabia nchi. Habari hii imepambwa ukurasa wa mbele wa gazeti hili. Apeleka neema ya umeme vitongojini huko Lindi. Sawa eh, Mwenda anasema forodha imewezeshwa kuimarisha ulinzi mipakani. Gazeti wa machinga sauti ya wanyonge linaandika mtazamaji inaondoka hapo, nikitupia macho gazeti Uelekeo leo yetu ndio kesho yetu. Kunani kunako gazeti hili? birthday ya Rais Samia Suluhu yatikisa nchi, upandaji miti, maelfu ya miti yapandwa kila kona mikoani. Waziri Mkuu ahimiza kupanda mti kila wakati wa birthday. Sawa bwana, habari imetajwa katika gazeti Uelekeo leo yetu ndiyo kesho yetu. Gazeti Mwananchi Huru Tanzania imeandika wabunge wasifu maono ya Rais Samia kuboresha sekta ya elimu, wasifu ongezeko la shule za sekondari pamoja na vyuo vikuu. Habari hii imeelezwa kama habari kuu katika gazeti Mwananchi Huru. Habari nyingine nasema ya yahamasisha upandaji miti kumuunga mkono Rais Dr. Samia. Sawa, KCMC yaweka kambi maalumu eh, kutibu tezi dume bila upasuaji tra ya unganisha mfumo wa Idris na AI kulinda taarifa binafsi. Mafao WCF ya wainua wafanyakazi waliopata ajali kazini. Gazeti Mwananchi Huru linaeleza undani wa habari hiyo. Naondoka hapo nikiangazia gazeti Mtanzania. Leo kazi ni kipaumbele chetu, kama ambavyo yangu naipa kipaumbele asubuhi hii. Mume ataka kuua mke kwa kumficha kuwa anatumia ARVs. Mume ataka kumuua mke kwa kumficha kuwa anatumia ARV, anywa sumu kutaka kujiua, polisi Ruvuma wa mnasa. Ukurasa wa nne unaandika habari hiyo. Nemki ungana na rais Samia kutunza mazingira kupanda miti. Vingunguti haya mama wapacha walioungana mshukuru rais Samia kwa msaada CCM yapewa kongole kwa kuacha kwa eh, kuachana na siasa za majina. Ajiua kwa kujikata koromeo nyumba ya wageni huko Morogoro. Shule ya Good Victory yavutia wazazi Iringa kwa taaluma na malezi. Mnaotufuatilia kutoka Iringa, mnaweza mkatuambia pia hilo kupitia eh, comment section. Naondoka hapo nikiangazia gazeti Raia Mzalendo, ukweli na uwazi. Gazeti hili limeandika CCM yapongezwa kwa kufyeka jina la mtoto wa Jenista Mhagama, kulikoni? CCM yapongezwa kwa kufyeka jina la mtoto wa Jenista Mhagama, wadau wasema siasa za majina e, kurithishana ubunge zifike kikomo, yalitokea kwa watoto wa Celina Kombani, Abdalla Kigoda, Dr. William Mgimwa, Njelu Kasaka pamoja na Salim Taki. Hae, iliwahi kutukia tukio kama hili sisi. Ya yapongezwa kwa kufyeka jina la mtoto Jenista Mhagama ni kwa kuzingatia nini? Basi e, unaweza kufahamu habari kwa kina utakapoangazia undani wa habari yenyewe. NEMC yapanda miti da kumuunga mkono Rais Samia, mwenda anasema tuboreshe forodha kulinda afya za Watanzania. e, TET yashiriki kupanda miti kumbukizi ya kuzaliwa kwa Rais Dr. Samia. Mume anywa sumu kujiua akidhani ameshaua mke Ruvuma ni baada ya kugundua kuwa mkewe anatumia dawa za ARV. Habari hii imeelezwa e, katika gazeti Raia Mzalendo na imeonekana jana katika mitandao mbalimbali pia ya kijamii. Gazeti Majira, gazeti huru la kila siku, limeandika Samia toboa siri ya kutumia birthday yake ya kupanda miti Sawa, bot yatakiwa kuongeza udhibiti wa kausha damu. Habari ukurasa wa pili. Serikali yasisitiza kuendelea kulinda vyanzo vya maji. Timu ya madaktari wa China yaimarisha huduma za ganzi. Ahabari eh, ikielezwa hapa, achoma kisu mke kwa kutumia ARV kwa kificho. Gazeti Majira, gazeti huru la kila siku, ndilo ambalo E, linaandika habari hiyo kwa kina. Gazeti Mwana Habari e, gazeti e, bora e, limeandika Rais Samia aweka bayana mbinu kukabiliana na tabia nchi. Wa machinga bodaboda, mamalishe e, washerekea na Samia. Mwana Habari linaandika hivyo. Anaitwa Isaya, anauliza CCM ndio nini? Chama cha Mapinduzi, Eh, CCM ndio maana yake. <laughs> Gazeti mwana habari linatamatisha sehemu ya kwanza ya magazetini leo eh, kutokea hapa Sautikuu TV. Jina langu ni Dorcas Daniel, usiondoke, tunapata mapumziko mafupi tu, nikirejea hapa moja kwa moja tunaangazia habari za kimichezo na burudani kama sehemu ya pili ya magazetini leo. Jina langu ni Dorcas Daniel.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 92 au 0678813891. Karibu katika sehemu ya pili ya magazetini leo iliyo mahususi eh, eh, kwa habari za kimichezo na burudani. Wadau wanatutumia jumbe zao kupitia pia kurasa mbalimbali za mitandao ya kijamii. Anaitwa Ankis anasema habari za hapo studio Habari za hapa studio ni salama kabisa, karibu kuna kwa magazetini leo. E, nipo na Jonijo Msukuma na Mchaga. Haya, asanteni sana kwa kuendelea kutufuatilia. Hii ni sehemu ya pili ya magazetini leo iliyo mahususi kwa habari za kimichezo na burudani. Mtazamaji karibu tuangazie na hasa ukiwa mwana michezo. Na michezo, jina langu naitwa Dorcas Daniel, wengine huniita Double D kukamilisha matangazo haya Eh, upande wa mitambo mwenzangu ni Kamara. Sasa michezoni, bwana ni kwa uchache sana, tuangazie gazeti wa Machinga spoti likiandika Yanga yaichapa eh, Dodoma jiji tatu kwa moja, watoto jangwani wa wachapa eh, Dodoma jiji tatu kwa moja. Na nakala ya gazeti wa Machinga spoti linaandika Simba mashujaa kutoana machungu kesho. Eh, nahima, eh, nahimana arejea ligi kuu ya Burundi. Nahimana arejea ligi kuu ya Burundi. Thomas Ulimwengu aibukia eh, Coastal Union. Celestine kuwa atua JS Kabli ya Algeria. habari hii imetajwa katika gazeti wa Machinga Sporti eh, unaweza kukamata nakala hiyo kupata habari kwa kina, ama kutembelea kurasa za mitandao ya kijamii, ambako huko pia habari hizi huandikwa mtazamaji, naangazia gazeti Uelekeo, leo yetu ndio kesho yetu, michezoni. Panga pangua inaendelea Simba, nyota wengine wawili wa kigeni. Mambo safi, Manyika kuzikwa leo hapo Kinondoni. Vile vile habari nyingine nasema, eh, Yanga yatakata ligi kuu NBC. Habari hii utaipata hapa, yaichapa Dodoma jiji tatu kwa moja na kujikita eh, kileleni, kichuya msu, eh, kichuya msuva Watua Coastal Union. Habari hii imetajwa katika nakala hii, Kichuya Msuva watua Coastal Union, kwa mujibu wa gazeti Uelekeo, leo yetu ndio kesho yetu. E, michezoni, unaweza kuangazia habari hiyo kupata habari kwa kina sasa. Gazeti Majira, gazeti huru la kila siku, linanipa uhuru vile vile wa kuangazia habari zake za kimichezo likiandika Yanga Sports Club yaiandalia dozi nene Al Ahli, Yanga Sports Club yaiandalia dozi nene Al Ahli, ya habari ambayo imeelezwa hapa, mikakati mizito ya pangwa amani complex hapa, eh, hatoki mtu Pita Manyika kuzikwa leo Kinondoni habari ambayo utaipata katika gazeti Majira. Huku gazeti Mwanahabari michezoni likiandika Yanga yabeba alama tatu kwa Dodoma Jiji, yaichapa tatu kwa moja kmc complex, habari ambayo imeelezwa hapa. Manula mpa kongole, kocha wake benge Ndimbo ateuliwa kaf mechi ya Simba esperance di Tunis, habari pia ambayo imeelezwa katika gazeti Mwanahabari. Kocha fadula mtaka balakonte kutua raja chama arejeshewa jezi namba 17 Gazeti Mwanahabari, habari michezoni linaandika gazeti hili. Linatamatisha sehemu ya kwanza ya magazetini leo, iliyo mahususi kwa habari za e, kimichezo na burudani, kadhalika inatamatisha e, magazetini kwa ujumla. Kumbuka kuwa magazetini leo ni kipindi ambacho kinakujia kuanzia Jumatatu hadi Jumamosi majira ya saa moja na nusu za asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki, Afrika ya Kati ikitajwa kuwa saa kumi na mbili unusu tukiangazia sehemu mbili tu. Ya kwanza habari za kitaifa na kimataifa, sehemu ya pili michezo na burudani, kwa habari zile ambazo zilijiri, zinaendelea na zinatarajiwa kujiri, na zimepata nafasi ya kuandikwa na waandishi mbalimbali mbali katika nakala za magazeti tofauti, na hayo yamethibitishwa na wahariri wa magazeti hayo kuwa yafaa kwa umma. Mimi naitwa Dorcas Daniel, wengine huniita double DC. Si mbaya, ukienda pale Instagram unanipata kama Dorcas underscore Daniel 255 na pale TikTok ni double D. Kukamilisha matangazo haya, pande mitambo mwenzangu ni Kamara. Kumbuka kuwa mshirika wetu asubuhi ya ya leo ni Tabernacle of Glory TAG, kawe waliopo pale kawe Ukwamani, nyuma kidogo tu ya ukumbi wa CCM pamoja na kituo cha mafuta cha Puma, wakikualika na kukukaribisha pia katika ibada zao Jumatatu na nusu jioni hadi saa kumi na mbili kamili jioni, lakini vilevile vile Jumapili baada ya kwanza saa moja kamili asubuhi hadi saa tatu na baadaye saa nne kamili hadi saa sita mchana ibada ya pili. Matangazo hayo pia yanakujia mubashara kupitia Sauti Kuu TV Online kadhalika Rev Elingarami Munisi Online TV. Hivyo unaweza kuwa mdau wa chaneli zote hizo mbili kwa kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ni kutakia asubuhi njema. Tukutane kesho saa moja na nusu asubuhi panapo majaliwa. Endelea kuifuatilia Sauti Kuu kwani vipindi vingine vinaendelea, na ifikapo saa mbili kamili tu Sauti Kuu Sports itakuwa hewani.